Sikiriza nikwambie, we mwanaume wa Mvugwe, we mwanamke wa Mvugwe, tumekuja kwa lengo moja, kumuinua wa Kristo, kumusifu Kristo. Hapa utasikia akisifiwa mtu, hapa utasikia ikisifiwa dini, hapa utasikia ikisifiwa i kabila. Tuna kazi moja yakurisifu jina la Jehova. Na yeye ukimsifu anashuka na na kuokoa, na yeye ukimsifu anashuka kuponya. Waimbaji wamemsifu, Pasta Efa amesifu, nami jioni ya leo nipo tayari kulisifu jina la Jehova. Shalom, nipo tayari kumsifu Yesu kupitia neno lake. Habari njema ni hii. Ukimusema Yesu yeye anafurahia, wengine ukiwasema wanakasirika, wanajisikia vibaya. Lakini asante Yesu, ye ukimuzungumuza anashuka kuponya, anashuka kuisha, anashuka kuokova. Na jioni ya leo, Simba wa kabila la Yuda anakwenda kuponya, anakwenda kuokoa maana yuko hapa. Nisikie makofi. Na kere kwa Jehova makutano, haleluya! Tupungiane tu mikono kwa hewa kama una irizi. Kimoana mtu apungi mkono ujuwe, muulize unako katapasuka, ambie katakupasukia leo. Unakaacha hapa uwanjane kaimana ishimwe Nakozeshane, nasoma kitabu cha Marko sura, sura ya tano kuanzia mstari wa 25, nitasoma mpaka nisikie hili jambo. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka na damu muda wa miaka kumi na miwili, akateswa na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyonavyo kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake ya kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya makutano, akasema ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia je, wawaona makutano wanavyokusongasonga na wewe wasema ni nani aliyekugusa? Akatazama pande zote ili amuone aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu kwa kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti yangu, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, msiba wako usiwe wako tena. Asante Roho Mtakatifu. Karibu tena jioni ya leo, tufanye kazi pamoja katika jina la Yesu. Kila mwenye pumzi asema amina kubwa, makutano. Haleluya, ni jioni nyingine tena ambapo Bwana ametubariki. Jana tuliona habari za mwana mmoja aliyemfuata Yesu kwa sababu ya shida ya binti yake, na Yesu akamtendea mema na jana tukaona Mungu akifungua watu, na jioni ya leo tena, simba wa kabila la Yuda yupo tayari tena kuponya, yupo tayari tena kuokoa. Bibilia yangu inaniambia alikuwepo mwanamke mmoja aliyepata tabu ya kiafya, aliyekuwa na shida mwilini mwake, na kwa mujibu wa Bibilia alijaribu kutafuta majibu ya afya yake. Bibilia inasema akaangaika miaka kumi na mbili, akaenda kwenye kila ina hospitali lakini akupata majibu, akaenda kila ina ya waganga lakini akupata majibu. Ndio maana jana nikakwambia ukipatwa na tabu usiende kwa waganga, maana hao ni waongo tu, hawana msaada wowote, hawana majibu yoyote, wataishia kukuibia tu. Ndio maana tumekuletea Yesu aliyebeba majibu yote, aliyebeba uzima wako, aliyebeba afya yako. Huyu mwanamke bibilia unasema akagharimiwa mali zake zote, lakini kusimfae kitu. Maana yake aliuza kila kitu. Akienda Kigoma, naambiwa anaenda tena Sumbawanga, akienda Sumbawanga naambiwa anaenda Mwanza, lakini akazunguka maeneo yote, hakuweza kupata majibu. Nimekuja mtu wa Mvugwe, nikwambie majibu ya kweli na yasiyokuwa na gharama yanapatikana kwa Yesu. Ukikutana naye na anaondoa tabu yako, anaondoa shidani yako. Huyu mama alihangaika, wanadamu wakamudanganya, ambavyo ndi vinavyoendelea sasa. Wanadamu wanakudanganya yakwamba wapelekee kuko, yakwamba wapelekee Muleta Yesu aliyetoa damu yake kwa ajili ya wanadamu, damu yake inatosha. Eyitaji damu ya kuku, eyaitaji damu ya mbuzi, alitoa damu yake mwenyewe. Iyo damu isameye dhambi tu, ikikusameye dhambi, inaponya na magonjwa, inaondoa na laana, inaondoa na masikini, inarekebisha lioharibika. nakutano haleluya nakutano haleluya. Mimi nasema mama kaangaika, mama kapata tabu, ikafika mahali akajikuta na kitu, amebaki masikini. Hata marafiki wa karibu wameanza kumukimbia, hawezi kumwelekeza tena mahali wanapopatikana waongo, wanawaita waganga. Wacha nikwambie, mtu wa Mvugwe, mtu mmoja mkweli Yesu Kristo peke yake, au wengine watakudanganya. Ejayi kusema uongo, alisema nitakufa harafu nitafufuka. Wayahudi wa kuamini lakini, huyo mwanaume alipokufa, siku ya kwanza kaburini, siku ya tatu kaburini, siku ya kwanza kaburini, ya pili kaburini, ya tatu mwanaume kaibuka, paka leo yupo hai hapa kaleo yupo hai. Amekuja Mvugwe kuleta ukombozi wa maisha yako. Bibilia yangu inaniambia, wakati mama amebaki na mana hiyo, maisha yamekuwa magumu, hali imekuwa mbaya. Maana wanakupenda leo, wanakupenda kwa ulivyo navyo, wanakupenda kwa uzima ulio nao, lakini mwanangu, kuna majira unaweza ukapita magumu Okashanga ata rafiki wa karibu anaamua kutoroka. Nimekuleta rafiki wa wakweri ambaye atakuona awe tabuni ambay atakuonawa kolya shida ambaye amba atakuonawakonya changamoto yoyote. Anaitwa Yesu Mugalilaya, anaitwa Yesu mwarimu mwemahalelua Marafiki wa sasa wanaangalia mazingira. Sasa hivi kuna watu wanaitwa chawa, wakiwa na kila kitu watapata machawa wako kusifia. Sikiza nikombe, mwanangu, heiwe chawa wa Yesu, hata kuwacha mazingira yote katika majira yote atasimama na wewe. Ni mwaminifu katika nyakati zote. Huyo mamerifika mahali akabaki peke yake, hana msaada tena, ana kumpeleka hospitali maana hata hela ya kujiandikishia hospitali hana. Lakini asante Yesu, alikuja kwa ajili ya watu kama hawa. Ya Biblia ya yangu inasema wakati akiwa ndani ya, akiwa anasubiri kufa, akiwa anasubiri chochote kitokere, akaafura kasikia kelele, akauliza kelele za nene? akamwambia Yesu Mgalilaya lewo napita katikati yetu. Mama akasema hapana, hata kama waganga wamesema hii kansa itapona, ugonjwa utapona, wacha niende kwa Yesu. aciyoni alebo na kualika kwa Yesu Yesu, kalimeambiwa ya kwamba imeshindikana, tume tumemuleta anayeweza mambo yote. Huyu ni chuma, huyu ni mwamba, huyu ni ngome. Kama wako wanaume, hakuna mwanaume manome kama Yesu. Kama wako miungu, yeye ndiye Mungu wao. Kama wako mabwana, yeye ndiye Bwana wao. Kama wako simba, yeye ni simba wa kabila la Yuda, akiunguruma kosimwe na nyamaza Makutano, haleluya! ah, yeah. Ongeza makofi kwa Yesu, la ah, Bwana yeah. Yesu asifiwe. Huyu mama miaka kumi na mbili, wamama wanaelewa. Asubuya anatoka damu na mchana natoka damu. Mwanamke kama aliwahi kuolewa huyu, mwanaume mwanangu alisepa. Anakuita baby, anakuita sweetie, subiri mambo yaharibike ndio utaelewa. Anaweza kukuita ujina lolote, akikuangalia anaona kama vile ni kenge mweusi amekaa ndani yake, maana umeharibika. Lakini Yesu, Mwana wa Daudi anakuja kwa ajili yetu. Huyu mama miaka kumi na mbili angawa isinge kuwepo mama, mwanaume asinge vumilia mwanaume, wenye wana macho ya kutosha. Lakini kimbia kwa Yesu, ambaye atakuwacha kateseka huyu mama. Akiwa kwenye majira, akasikia msafara anapita akasikia msafara aliyebeba tumaini anapita. Yokalie beba tumaini, tumemleta mahali hapa. Wezekana umekata tamaa, wezekana umeona ya kwamba siku zimeisha, unaona hii ndoa inaenda. Yokomatengeneza ndoa, ilete kwa Jehova. Jioni ya leo, wezekana mume wako ameshindikana, nimekuletea Yesu mara usiangaike na waganga, wacha kumulisha uchafu mume wako. Maana miongoni watu ambao wa uwanasema wanarogwa sana ni sisi wanaume. Ndio maana kijana lioko hapa, kubali kuokoka ili wakati wa kuoa uoe mwanaume aliyookoka, olewo na mwanamke alioo mwanamke aliyookoka. Maana mwanangu, ukioa mwanamke hajaokoka utakunywa maji yaliyorogwa Utalala kitanda kilichorogwa, utaoga maji yaliyorogwa, utakunywa uji liyerogwa. Maana shoga yake amemwambia, nenda kwa mganga furane akuwekee dawa ili mwekeli mbuwata aweze kuharibika. Lakini jione Yesu amekuja mahali hapa atengeneze maisha yako afinyange maisha yako. Huyu mama akasema, wameniacha ndane wanasubiri nife, lakini nimesikia habari leo. Nitaenda kinyume cha utaratibu hao Wayahudi. Makutano, haleluya! Makutano, haleluya! Maana kwa sheria ya wa Wayahudi huyo mama alikuwa ni najisi. Mama kasema leo hapana, pamoja na sheria zao wameniacha ninateseka, pamoja na sheria zao wameniacha ninaangaika. Bibilia yangu inaniambia mama kazi miuni mwake, naomba nitajipenyeza. Yesu anatafuta mtu mmoja ambaye hatamwona aibu jioni ya leo, aseme hata kama wazazi wangu amutaki Yesu, lakini mimi mtaka Yesu. Hata kama ukoo wangu aumutaki Yesu, lakini mimi namtaka Yesu. wanangojipenyeza lelo kabisa, maisha yako kwa Yesu. Uyu mama lipiga mahesabu, bora nilibi kufa na naogopa Wayahudi, au niende kwa Yesu aniponye, ili niweze kuwa mzima. Bibilia yangela niyambia uyu mama kajipenyeza akafika mahali akasema, Yesu, mimi sihitaji uweke mkono wako, wala sihitaji ujue. Ni kwamba niko hapa. Akaanza kunena moyoni mwake, likiligusa pindo lake, hii kansa itapona, hii damu itakata. Vile mama akajipenyeza, akaligusa pindo la Yesu, akafura, akafa mwilini mwake. Ni kwamba ile chemichemi ya damu imeweza kupona Imekauka, imekauka, imekauka, imekauka. Yupo Yesu anayekausha rana, anayekausha magonjwa, anayekausha mapepo, anayekausha uchawi kujia, Mfugwe. Ndio maana tulipokuja utafikiri Mvugwe ni kama haina wachawi, kumbe wapo, wamekaushwa na mwanaume Yesu wamenyamaza kimya, maana Simba wa kabila la Yuda amemiliki anga, amemiliki ardhi, amemiliki hali ya hewa. Wamenyamaza kimya na wanyamaze milele. Makutano, haleluya! Makutano, haleluya! Mama kajua, damu imekata hakuna tena mateso hakuna tena maumivu alipofahamu. Ma hivyo, Bibilia yangu inaambia na Yesu akafahamu rohoni mwake ya kwamba kuna nguvu imemtoka. Akaanza kuwauliza wanafunzi wake, kawauliza kuna nguvu imenitoka, kumetokea nini? Nani amenigusa? wanafunzi wakatazamana kutafuta namna ambavyo wanaweza kumjibu Yesu, lakini Biblia inasema wakamwambia Bwana mkubwa, unaona makutano yalivyo mengi, unawezaje kujua ya kwamba nani amekuguza? Kumbe kukusanyika kwa Yesu hakujaanza leo, kulianza miaka hiyo hiyo, miaka ya Bibilia mpaka leo. Watu wasikia habari za Yesu wanakimbia kwenda kwake, ndio maana watu wamfukwe muliposikiya hapari za mwanaume Yezu, mmeamawakuwacha mashamba yenu, mumeamawakuwacha kazi zenu, mumekuja kwa Yesu. Na mimi nakuhakikishia utaondoka na Yesu uliyemfuata, utaondoka na Yesu uliyemfuata. Bibilia ya yange naniambiya Yesu wakatarozeya maswari wanafunga kakusamacipo, lakini bibiya inasema alipofika kwa Yesu akamwambia, Baba, ni mimi nimekuwa na taabu, nimekuchosha waganga, wamekula vitu vyote, nimebaki maskini. Niliposikia unapita nikazi myaroni mlango, nakomba nitasugeya, nakomba nitajipenyeza, niguse pindo rako niweze kuwa musima. Nilikuwa na musiba nakutoko na damu myaka kumi na miwili, lakini nipogusa pindo rako e, Yesu nimepona. Yesu kamambia, mwanangu, imani yako nimekuponya usiona musiba tena, ondoka uende zako. Ninatangaza jioni ya leo, Yesu aliyemponya mponya yule mwanamke wa Bibiliya yuko Mvugwe, ili aweze kuponya, ili aweze kuokowa, ili aweze kusamehe. We, kazi yako ni kuwa na imani kama huyu mwanamke. Wakutano, haleluya Makutano, haleluya! Kazi yako ni kuwa na imani kama wwi mwanamke. Yesu akamwambia, inuka mwanangu, msiba wako umeondoka na usikurudiye tena. Yesu akitenda, ametenda. Waganga wamekudanganya sana, wababu yako amekudanganya sana, umetumia kila aina ya hirizi, lakini bado japata majibu. Vinamleta Yesu jioni ya leo, ambaye akitenda, mwanangu, inabaki historia ya kwamba mwaikuugua, inabaki historia ya kwamba mwaikupata taabu. Ninakupa ushauri wa bure ya kwamba, jioni ya leo, sogea kwa Yesu, ili aweza kukusaidia, ili aweza kukuponya. Haijalishi wamekonda ugonjwa huponi, ninachojua Yesu alituokoa, anaweza mambo lolote makutano, haleluya! Makutano, haleluya! Huyu mama akarudi nyumbani akiwa mzima, akapokelewa kwa furaha, akapokelewa kwa amani. Na wewe jioni ya leo bwana, nataka kurudi nyumbani ukiwa na furaha yako, huzuni yako ilete kwa Yesu jioni ya leo. Makutano, haleluya! Nisaidia kumshika ilani yako kulia na kushoto, mwambie nipe mkono wako, mtu wa Mungu.